Na kama unakumbuka mimi nishawambieni jamani, tena wamenipiga simu kiukoli kwa muda mrefu sana, hata wiki mbili, mambo yanaingiliana wakinipiga simu, nasema tu Sinza simtaenda kesho, mara mm, kesho linaibuka jingine, mdo muda unakua umekwisha, mara hivi mara hivi. Juzi nikasema ngoja niende nikawasikilize, jamani, wananchi, kwa sababu walikuwa kila siku wananipigia wanasema, bwana Sinza kuna mtu anaitwa Van Damme. Mtu bwana huyo anaitwa Van Damme, huyo Van Damme imekuwa tatizo kwao, imekuwa kero, hawana raha mtaani. Van Damme akikuona kama we baba shibaya, anakuita we, njo wako, nipe simu yangu. Simu yako, nakwambia nipe simu yangu na unatoa ukibisha, nakuuliza utumbo wako mara ya mwisho kuuona, rangi ya utumbo wako unaijua? anakuuliza mm. Van Damme, Van Damme. Van Damme huyo, watu wakitumwa madukani, sokoni, akikutana nao njiani, njoo hapa una shilingi ngapi? Pengine mtu kapa shilingi elfu kumi aende sokoni, Van Damme yule bwana, hiyo pesa anachukua. Van Damme huyo imekuwa mtihani, mtihani moja kwa moja hapo Sinza. kitahanani mm. kitahanani bibi mm. kizaazaa, wakajisemia wenyewe basi imekuwa balaa sasa. Kuna mama ambaye yeye vijana wake wameshachukuliwa pesa na huyo Vandame wawili, moja elfu mbili, moja elfu kumi. Yani Vandame amekuwa mbabe kiasi kwamba akifika tu eneo watu wanafunga maduka, wanakimbia Vandame, mpaka madereva bodaboda anasikia wanamkimbia. Sinza makaburini huyo bwana Vandame. Sasa tumsikilize mama huyu, yeye sio mwenyeji sana eneo hilo, ndo amehamia, lakini tayari ameshaipata hiyo adha ya Vandame. Toka nilivyohamia hapa, nilikuwa nasikia kuna Vandame, Vandame, Vandame, kwamba anapiga watu anapora na nini. Wananiambia, kwani hapa mtaani hakuna polisi? Amna kituo cha polisi? Wakasema bwana, hapa huyu mtu, ukienda polisi na kisha jua kwamba tu umeenda polisi ni ana visa na yeye anakufuta mpaka akikisha amekuua basi. Mimi nikawa napuuzia, napuuzia, napuuzia, napuuzia. Siku na siku ndo kijana wangu katoka hapo getini pap. Kwanza siku na siku, mtu kakatwa mkono hapo mbele yangu hapo pale nje na bajaji, mdada yuko kwenye bajaji, kamnyanganya mkoba, kamkamchana na kisu. Jamani, hii hali inakuaje? Wakasema huyu ndo Van Damme siju nina nini na nikatoka mimi nikaenda kama mjumbe, sio kama serikali za mitaa pia. Baba, hapa mtaani kwetu kuna shida hii, moja mbili tatu, unaisikia? Akasema ee, naisikia kwa watoto wangu, lakini mimi pia sina uhakika. Nikaambia hapana, nikamwitia majirani, hivi hivi Nikamwambia huyu jirani aseme, huyu jirani aseme, wote wakamthibitishia. Akaniambia nitakifanyia kazi, lakini alijafanyiwa kazi mbadame. Kila siku hapa mtaani kwetu ni wanalia ya, yani hapa saa hizi ikifika saa moja, ungekuwa umefika saa moja saa mbili usiku, akipita hapa, yale maduka yote hapo yanafungwa, madukani anachukua kila anachojisikia. Kwa yani na mtu umwambie kitu kwanza, ukimwona tu unamwambia pita baba pita chukua eh, uondoke. Anachukua ndio jisikia anaondoka. Ndio maana nimemuita na mama mmoja nimemtuma kamuite, na yeye ndo anaduka lake. Anafika hapo saluni hapo, hata hapo saluni ukienda kuwa hodi, anakuta mtu anatengeneza nywele, naomba simu yangu eh, unachukua unampa na eh, baba akiamua, eh unampa simu anaondoka nayo. Sasa nikawaambia jamani, kwa nini tusiende polisi? Wanasema ukienda polisi wanaogopa. Ndio maana mimi nikasema ngoja tu mtusaidie kwa sababu sisi tunasiaga kipindi chenu labda tunaweza tukapata mkombozi kidogo. Anasema amani kwao imetoweka kabisa. Amani hakuna huko mtaa, hakuna amani. Yani ikifika saa moja, yeye ni saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, mwisho hivyo anafanya shughuli zake. Saa nne anapanda daladala huyo, sijui kuna siku nyingine anaenda, lakini hapa mtaani kwetu saa moja, saa mbili, saa tatu, saa mpaka hao madereva wa boda boda pale umeingia, kuna madereva wa boda boda wale ukiwaoji, madereva wa taxi wakimwona tu wanakimbia, hawakai pale mpaka saa nne atoke. Ila ni mtaa huu tu wa Sinza hii, kote tu Sinza hii, yani hapa hivi kitongoji hichi ndio yana popa, unaelewa? Kijana wako alimpora hilo, anasema eh, wapo njiani hapo, mtakasimama hapo getini hapo, kafungua hilo geti dogo, kasimama na nataka kutoka, naenda kukutana naye hapo hapo, na geti liko wazi. Wewe ushawahi kuona rangi yako ya rangi ya utumbo wako, umewahi kuona kamtoleana ni liu bis bis bis umwai kuona rangi ya utumbo wako? A, a, na binti yangu na kijana wangu anamuogopa, si kwa maana anamfahamu na ugopa. Haya, toa ulichokuwa nacho, toa toa toa. Kamsachi, kakuta na elfu kumi kwa anaenda kununua mboga. Kamchukua. Hii ndio unaona hii, unatoka kwa nyumba hii unayo hii tu? Akamwambia ndio nayo hiyo hiyo. Haya, kamshika mkono, twende mpaka dukani kwa huyu mama, afu duka la pili lake. Haya, naomba sigara pakiti mbili, sio watalipa huyu. Bado akampona na kaenda naye mpaka dukani, kaenda kuchukua sigara, atalipa huyu, ndio kamwacha kijana ana ujio ndani anaanza kusema na kijana mwingine hapo ndani huku, alikuwa na elfu mbili hapo hapo tena getini hiyo. Mm, elfu mbili kama bana atachukua elfu mbili. Ikabidi nizungumze na mjumbe wa eneo hilo kutaka kujua kama ile swala la Van Damme wanalifahamu, wana wana wana, wana, na je wamechukua hatua gani. Lakini kitu ambacho mjumbe alichonieleza kwamba Van Damme kumbe yupo miaka mingi sana, ila aliwahi kutiwa nguvuni na mtu ambaye alisababisha mpaka katiwa nguvu ni baba yake mzazi yupo. Van Damme Jina uh -huh. lake halisi ya Ayubu, uh -huh. Mkobo, uh -huh. nilisha ripoti, nilipoti polisi Urafiki. Nikawaelezea, nikaongea na afande. Sikumbuki jina lake nani exactly, lakini akaniambia akanipa kwanza, nipe kama nusu saa mm -hmm. Baada ya nusu saa nafikiri aliwasiliana na mabatini. Mabatini wakasema wao walimtoa kama kwa mkataba, yani kwamba alitoka ili asifanye matukio. Sasa tangu ametoka hawajapata ripoti yoyote ya matukio. Then, wananchi wenyewe hawajaenda kuripoti, uh -huh. Na wao hawawezi kumkamata bila ya kuwa na ripoti yoyote. Kwa hiyo mimi nikawahamasisha sana vijana wote wale ambao wanaonewa na, na Van Damme kwamba mtu anakwenda kwenye genge lake anachukua chochote vile anachokitaka na hamna mtu kuuliza. Sasa mimi nikamwambia kila anaye kuja kuniambia mimi namwambia nenda karipoti polisi oye. wale tatu arabi, polisi hawakuhitaji wewe, wanahitaji arabi kwa sababu wawe na kitu cha kumkamatia. Mpaka sasa hivi sijaona mtu, nikasikia akafanya matukio hapa nikasikia kafanya matukio pale Lantana, amempora mtu handbag na simu. Amefanya matukio anazoea sehemu, anaweza kuzoea sehemu kwenye duka, lakini hana intention ya kumwibia mwenye duka au vipi, ana intention ya, ya kumwibia mtu anaopita pale. Sasa mtu akipita aweza kuita njo, ukienda kwambia naomba simu, ukimpa ndio quest, no upati tena. Amekwenda pale gengeni kwa mgosi kachukua matunda kachukua na kisu cha pale. Baada ya hapo matukio yake nini? okay. na wanamjua serikali inamjua vizuri, sio kwamba imjui, wanamjua vizuri sababu kishafanya matukio huko nyuma mengi makubwa makubwa mazito mazito, ehe, na amekaa ndani muda mrefu, mwaka nafikiri au miaka miwili mm -hmm. Katolewa, ndio huyo, yupo mtaani, yupo kweli? mm -hmm. E, yupo, ni mtoto wa mtaani anajulikana, ni familia ambayo tunaijua, mama wazazi wake tulikuwa tunawajua, mzee mzee mkubwa uko tunamfahamu, mzee mkubwa amefariki, mama yao mama yao kaamia wengi. Mama yao mdogo yuko Mwananyamala, alikuwa na wake wawili mama yake na yule Van Damme, sijui ndio mmoja mmojawapo yuko Tegeta. mm -hmm. na mara nyingi haji akisikia, mm -hmm. kwamba kaka yake amefanya matukio anakuja kupigana kwa... anapigana na yule na kaka yake na kaka yake na kaka yake okay. kisha mpiga zaidi ya mara mbili mm -hmm. lakini kwa serikali namjua, mm -hmm. wanamjua na wanajua matukio yake, ila walisema watu waende kuripoti mm -hmm. kwa wewe kama mjumbe ulishapeleka taarifa kabisa tena tuendelee kumsikiliza mjumbe ambaye kiukweli anamfahamu vizuri sana bwana Van Damme. Zamani sana. Van Damme alikuwa anaruka ukuta kwa ukuta hapa mtaa mzima. Anatoka hapa anaruka ukuta huu nyumba nyumba hiyo hiyo inashtukia yuko kule. Hamna mtu alikuwa alikuwa anamshika na na girlfriend. Girlfriend yake alikutana na gay akavaa hereni zoka.